Wafir au rajaz unapata, ni kazi moja ngumu, sio kazi ya mchezo. Msimuone kama kafanya kazi ya mchezo, kafanya kazi moja ngumu sana, sio kazi ya mchezo, ni kazi moja ngumu. Na ndio maana ameandika kitabu akapeleka kwa, kwa, kwa, kwa Sheikh Samir wakakipitia akakihariri waka kapeleka kwa Said Ahmad Alwi Jamalul Lail. Na akafanya hivyo hivyo. Kapeleka kwa Sheikh Said wa Gongoni kafanya hivyo hivyo na wengine wengi, na wengi. Kaleta kwangu yote, katika kutengeneza kitabu kitoke, hali ya kuwa kimekaa vizuri kinakubalika. Na baada ya kukiona kinakubalika, ndio tukasema basi tufanye uzinduzi, lakini uzinduzi wake ni vizuri ufanywe katika haram ya Makka katika zile siku za manasikul haji, na itakuwa inapendeza sana tukifanya Mina, na itakuwa pia inapendeza ile siku ambayo tunafanya maulidi iyabwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikamwambia usio na haraka, hakuna haja. Shughuli ulizozifanya ni kubwa, zinahusiana na mji maalumu, na sisi tutakwenda biidhini llahi taala, tutakizindua huko huko. Nirudie kumwambia shekhe Yusuf, hii kazi uliofanya wewe, tarajia tena kasran filjanna amin, na wale waliokusaidia ku katika kuhariri watarajia kasran fi ljanna amin. Nadhani na mimi pia nitarajia kasra fi janna amin, amin, amin. Sasa nchukue nafasi yangu fupi ya kukizindua kitabu hiki kwa kusema kwamba kitabu hiki cha mahajatu lhaji ila hajati lhujjaji <mahajatulhujaji> ambacho muallifu wake mtunzi wake

Mwenyezi Mungu atuhifadhie kijana wetu. Amin. Kwa kazi aliyoifanya mimi nimefurahi sana. Nitamke moja kwa moja rasmi kwamba kitabu hiki nimekizindua rasmi. Allahu Akbar. l Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Allah.

<laughs> Hey. Hey. Nusha, yani vitabu vingapi unanunua? Wataka hicho kimoja? Aya, wakinunua kwa dola ngapi? Dola mia ngapi? Ndo hiyo, maana bei pia haija tangazwa. Wewe ndo yeye ndo anazindua, wewe utakafungua wewe dola 50 ya sana ni cha kwanza, insha Allah, Takbir, Takbir, riyal riyal karibu mia moja na ngapi? Kitabu cha kwanza kimepata baraka, Alhamdulillah, baraka kubwa. Hakitaanguka kitabu kwa sababu kimekuja kufunguka. Allah, ya Rabbana, Rabbana, La. Allah. Hii ni kitabu hicho change change. Anayo mwenyewe hapa atampa 50. Asema kwa bei gani naye Alhaji? Tanua kwa dola 100. Kwa kwa dola 100. Allah. Alhaji. Nikupe mwenyewe kwa mkono wangu. Piga picha. Piga picha. Nusu ya pili imenunuliwa kwa kwa dola mia moja. Dola mia moja, dalili za baraka katika kitabu hiki, kwamba ni kitabu kimepata kabuli. Inshallah, jazakallahu khair Shekh Yusuf. Allah akubali amali zako. Yule bwana anadai chenchi ya dola 50, dola mia moja. Huyu hajanipa. Ngoja ngoja ngoja ngoja anipe, hajanipatia dola dola yangu. Ah, asante. Vipo vitabu hapo. Kwa hiyo na leo kumbe, kuna ofa, waweza ukanunua kwa bei yoyote do hiyo. <laughs> <laughs> huyo kanunua kwa dola mia, yule mmoja ndo anataka dola hamsini. <laughs> <laughs> tela ya Tanzania unaruhusiwa, hey, haya hiika Tanzania. Kwa hiyo ataukinunua kwa shilingi ngapi? bado bado bado kiko ut kitabu akijulikani cha uzwa shilingi ngapi. kwa hiyo wewe ndo unapanga bei <laughs> <laughs> <laughs> Inshallah taala Naam, alhabibi ananua kwa shilingi 10000 ya Tanzania kimoja, mpe, chukua chukua, kwa mufti hapo. Watakao nunua leo wote wanapokea kwa mufti. Naam, picha picha. Maalim Suleiman begi, unanua kwa bei gani kitabu? Arudhi ngumu, wewe unajua, umesoma madrasa. Wewe pia unakuja kununua kwa hela hii bwana. Eh? So mchezo Eh? Hai Ah basi, kaeni kwa mstari vizuri ili mpige picha na Mufti. Kaeni kwa mstari hapa ili mtoke. Huyu amekushalipa, huyu amekushalipa pia. Mletee kitabu. Mletee vitabu, <tansi> Le, mbona unavyo wewe mpe Mufti hapa yeye ndo anavitoa mwenye nusha za awali. Pesa hii huyu tayari mheshimiwa Mufti ameshatoa. Kuna mwingine huyu pia kashatoa, kashatoa ataka kitabu. Mzee Shekilindi naye anasema, Mzee Shekilindi Alhaji hapa ananunua huyu kwanza kwa shilingi shing hizi hapa. Ki, so Kitabu kimoja msogeze <usiyan> a apokee kimoja hapo Mwasibu ni wewe wa kitabu chetu basi. Chekea Chekea basi basi. Naam. Alhaji Hassan Nasr Beigano nua. Chekea Yusuf Kidago. Chekea Yusuf Kidago Hassan anasema yeye ananunua kwa swala za Mtume, mswalie Mtume, sallu ala alhabibi sayidina Muhammad

Kitabu cha mwisho kitanunuliwa na mudiri Sheikh Samir Sadiki. Mzee anataka kitabu chake, ameshatoa pesa huyu. Picha hizo zishapigwa, ukichukua tu Paka, paka niambiwe, ngoja. Sheikh Yusuf Darwesh anasema utoa hizi na achukue bure, yeye bure. Bure, huyo hapa amepoa hizi na atoe bure, bure. Hela iko hapo. Ngoja, ngoja mwalimu, wewe paka, paka tukutolee. Yaani hii alitaka kutoa bure leo. Leo anataka fulus. Haya, mzee utalipiwa na mufti subira rahima billahi. Allah. Allah. Ya lisano liman arada fasaha. Allah. Ya silah liman arada fitans. Allah. Allah. Haya. Hamshapili pia. Basi sala sala. Kashali piwa wewe. Haya. Iko zuria kitabu kimoja Haya, hela hela. Achukua hela. Hivi hivi vingine toa hela. Real kumi. Waliotoa hela. Achukua. Naam. Jamani, waislamu mkae, kuna baraka msiondoke. Msiondoke, mkae chini, baada ya zoezi la uzinduzi kuna baraka ya Maulidi. Baraka ya hadhara. Hiki kitabu, mheshimiwa mufti, kimepata baraka kubwa. Mufti mwenyewe ndo anatoa nuskha ya kwanza. Kwa hiyo wewe, unatoa kwa bei gani unasema? na bei imewekwa nyutro picha vipo. Kipo bei au ununua kwa bei gani? Kwa shilingi elfu ngapi? Umefeli kabisa. Alhabibi, ongeza elfu kumi nyingine angalau. Haya, picha huku kwa mufti, jamani, haya uh, mheshimiwa uh, mufti, kuna ombi maalumu, kuna vitabu ambavyo shekhe Yusuf alivigawa kwa mashekhe, wanataka vipitie kwako na mashekhe awa wagawie. Viko wapi vile? Hivi hapa hivi hapa mashekhe, sasa njooni huku mpewe. Mashekhe wawili, shekh Samir na shekh Uthman Khamis, lakini mudiri shekh Samir asema ye hapana, anataka amkomboe. <laughs> <laughs> Haya, aya mashehe. Sheikh Osman Khamisi, hivi i vya mashehe, wanapokea wao. Jamani, tukae tukae, kuna dua ya mwisho na kuna baraka. Mheshimiwa mufti akisema uzinduzi umetosha, basi tunafunga hapo hapo, Mheshimiwa mufti akituambia kwamba uzinduzi umefungwa. Haya, alhaji huyu hapa anatoa hela yake Mufti jamani, yuko hapa. Aya, mzee bo saigoni hapa, Mheshimiwa Mufti saigoni, naunga mkoni riyal kumi, kitabu kimoja hicho hapo, chukua kwa mufti.

Wakina mama wanalia ngoa, wanasema wamesahauliwa. Nao anataka kunua, kwa hiyo atakwenda Sheikh Athmani kule. kule Alhaji Kondo ametoa riali 50, anataka kitabu. Leta vitabu, lete. Eh, vitabu hapa. Alhaji Kondo ametoa riali 50. Hizi hapa. Shika riali 50. Haya unatoa dola gapi? Shingapi? Umeshatoa mashaallah. Haya Alhaji. Hizi hapa riali 15. Sasa kuna kitu lazima kifanyike, hebu hebu kidogo. Haya tutulie, tusikilizane. Kuna kitu. Anayetakiwa kutangulizwa kupewa ni Raisul Bi'tha. Tamam. Haya. Simama shekhu. Chukua picha mwalimu. Ehe. Bado hajapata, uje kupokea kitabu chako. Eh, chukua, mkabidhi Rais Ulbeza. Eh, na kwa gharama za Baraza Kuu la Waislam Tanzania, BAKWATA, kwa gharama za Baraza Kuu la Waislam BAKWATA, tunampa Rais Ulbeza kitabu cha Mahajjatul Hajj ila Hajjatul Hujjaj. Kwa sababu yeye ndio mwenyewe na yeye ndio rais wa shughuli hii. Inshallah khair. Kwa fulusi. Huyu bwana pia kashatoa kutoka kitabu chake mashaallah. Haya, huyu hapa mwingine naye kashatoa kutoka kitabu. Shika shika shika. Huyu bwana kashatoa naye apati kitabu chake na Alhaji amekuja na riali zake ametabaruku. Ametabaruku. Ah, achukua, ametabaruku. Kuna mtuamona niee yule mtu, yeye ni shekhe wa kata ya Kariakoo na pale ni katikati ya mji, lazima aje. Alafu kila siku anakuja kuibisha, isipomwona naambia mfuatieni, mleteni dijaraaa

wakina mama wanasubiri kitakapokuwa kimetafsiriwa ili waweze kukitumia. Kupata Sheikh Kidago aje Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, makao makuu ya baraza, ofisi ya mufti, utakipata kitabu hiki, iasra ma yumkin

Kila mmoja na shekhe wake babas. Jamani, mimi sijapata mtu wa kununulia hapa, watu wote wamenunua. Sio baba yangu mufti ndo anunulia? Jamani, yani na maana hakuna mtu wa kununulia hapa mimi kitabu kweli kwelia. Riali 20 chukua. Yaani maujaji, hata wale maujaji wangu pia lilokuja nao kutoka Dar es Salaam, hakuna kununulia na. Aa, aa, mimi nataka nunuliwe mimi kwanza, we, mimi nataka nunuliwe na wewe, wataka ununuliwe? Zoezi limeisha hili. Haliko sawa, aya

Basi nipe mheshimiwa Mupti, nimenunuliwa kwa basi na shilingi elfu ishirini na mimi. Mashallah, alhamdulillah. Na nyingine imeongezwa hapa na mimi nimenunuliwa, nimepigwa picha. mbono umeziba picha yangu? Bado unaendelea kununuliwa kwa hiyo hakuna wasiwasi basi, kimoja bado vipo. Ah, bado vipo basi ni nusha ambazo kwa kuwa kesho pia tupo hapa zitamaliziwa inshallah. Bado ha, tumezungumza hapa lakini kuna eh, taasisi mbalimbali, itafanyika utaratibu wa kutangaza kitabu, alafu watu wakione. I kitabu tumekipitisha ni kizuri, eh, kwa hiyo hakuna wasiwasi watu wakisoma sasa. Kwa hapa bado, Shekh Samir nitakinua kwa dala mia moja na reale hamsini. sallu ala lhabibi Mustafa. Kachukua picha mwalimu. Sheikh Yusuf <imitra> Muhammad yili. Abdallah Kidago wamepata bahati kubwa, baraka kubwa, njio upande wangu mm -hmm. Baraka kubwa, kitabu hiki kimekuwa <imitra> tunu ya Waislamu, na hii alama ya <imitra> kugombewa <imitra> kugombewa hapa, hata nyumbani Inshallah <imitra> <imitra> <imitra> Taala watu watavihitaji. Na mimi wa mwisho, kwa sababu hiki ni kitabu cha pacha, ntanunuaje katikati <imitra> <imitra> makubwa sana. Sasa tumebakiwa na nusa moja mbili mbili nne sita nane kumi. Kwa hiyo tumebakisha vitabu kumi watakao pata bahati kesho mambo yatakuwa mazuri. Basi nadhani dua ya mwisho naomba nizungumze kidogo. Asalamu alaykum mwisosalamlekm warahmatullahi wabarakatuh mimi kwanza nashukuru na namshukuru na na mufti na washukuru waislamu wote mahujaji watukufu kwa kupokea kitabu hiki kwa namna kilivyopokewa. Lakini ni kuombe Mheshimiwa Mufti, hizi fedha nkukabidhi wewe eh, iwe ni